Tangu tulivyotoa jana taarifa yetu kwa umma kuhusiana na kurejea kwa usafiri wa treni za SGR kufuatia ile ajali ya mapema asubuhi saa mbili Oktoba 23, hali imeendelea shwari kabisa. Hivi uh, ninavyozungumza niko station. Treni iliondoka Dodoma saa 11 alfajiri, abiria wameshaingia na treni inaondoka saa tatu na nusu hapa. Abiria wako stand by kwa ajili ya kuboard, nakwenda kuingia na mimi pia nasafiri na treni hiyo hiyo ya saa tatu na nusu kuelekea Dodoma, ingawa mimi nitashuka Gurwe. Kufuatia hili ambalo baadhi ya taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kwamba TRC imesitisha safari za za treni kwa muda, kama mamlaka husika ninyi wenyewe, kauli hii mnaizungumzia vipi? Mimi niseme nikiwa mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano ya umma ya shirika la reli Tanzania kwa niaba ya mkurugenzi mkuu mhandisi Machilia Shiwa, napenda kuchukua nafasi hii kuwatoa hofu wa Tanzania kuwatoa hofu abiria wa wetu wanaotumia treni za SGR kwamba safari zetu ziko pale pale, kama tulivyosema jana, safari zimerejea, na hivi ninavyozungumza na, na msikilizaji ni kwamba treni ya saa kumi na moja alfajiri iliyotoka Dodoma imewasili muda huu hapa ya station ya Magufuli Dar es Salaam na treni ya saa tatu na nusu kuelekea Dodoma inatarajia kuondoka, na abiria hapa wako tayari kubodi. Kwa hiyo hicho ni kiashiria kwamba safari zimerejea kama kawaida. Lakini Raj nikwambie, sasa hivi tuko kwenye dunia ya misinformation na disinformation. Hizo taarifa zinazotolewa ni disinformation, ni taarifa ambazo zinatolewa deliberately, zinatolewa makusudi tu ya huku anayetoa taarifa akiwa anajua ni uongo. Wamarekani wana msemo wao mmoja, wanasema con. Con man, con person, ni mtu ambaye anakuambia uongo huku akiwa anajua kabisa anachokwambia ni uongo. Kwa hiyo hao wanaosema safari zimesitishwa wanajua wanachosema ni uongo. Safari zijasitishwa, na safari zinaendelea kama kawaida, na tunaendelea kuwatakia safari njema abiria wetu, na kipaumbele chetu sisi ni kutoa huduma, lakini cha kwanza ni kuhakikisha kuhakikisha usalama wa abiria wetu. Hicho ndo kipaumbele chetu. Kwenye eneo la ajali lililotokea hapo jana, hadi sasa, mm. Uh, shughuli ya kuondoa yale mabehewa imefanikiwa kiasi gani? Kitendo cha treni kuendelea na safari ni kwamba mambo, ina maana yote yako shwari, masuala ya tekniko yote. Tunasubiri ripoti kutoka kwa wataalamu wetu watatuambia kiufundi tuzungumze kitu gani. Kwa tafsiri hiyo, Fredy, ni kwamba hadi sasa bado timu yenu ya wataalamu inaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha ajali? Aa, ninaweza kusema ni wanaendelea na uchunguzi kwa sababu watakapotupa sisi taarifa, mimi kumbuka ni management, niko kwenye management ya Shirika la Reli Tanzania. Kwa maana taarifa hiyo itakapoletwa kwenye management, mimi sasa kama msemaji wa shirika nitakuwa na nani, na room ya kuzungumzia hilo swala. Kwa hiyo tunasubiri majibu kutoka kwa wataalamu.